Kimwili nipo Morocco tukiipigania heshima ya mnyama, fainali ya kombe la shirikisho, lakini kimaisha niko Dar es Salaam, ama niko Tanzania. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya sim banking ya CRDB. <laughs> Tu joni kuoneshe maunyama ya sim banking ya CRDB tu. Kwanza naweza nikakosa application zote kwenye simu yangu, lakini katu siwezi kukosa application ya sim banking ya CRDB mana bana, nimekuambia pale kimaisha niko kimwili niko Morocco, lakini kimaisha niko Tanzania kwa sababu eh, asubuhi ya leo nimeamka na kutuma bili mbalimbali mbali. Nyumbani kwangu kwanza wamenambia luku imeisha, nikawalipia fasta tu. Pili, wakanambia kingamuzi kimekata, leo wanataka kuangalia fainali ya mnyama, nikalipa wa sijuona maisha yangu sehemu haya. Baadaye tena wakanambia eh, ofisini kwangu Medali Motors. Wakanambia kuna kodi natakiwa tulipe, nikaingia kwenye gavment hapo namba nikalipa, sijui umenielewa eh? Ee, nikaambiwa tena Dawasco wameleta bili ya maji nikaingia hapa nikaweka konto namba nikalipa. Yani kimsingi ni kwamba e, kila kitu changu nakifanya nikiwa na sim banking ya CRDB, na haijalishi nipo katika nchi gani Bane. <laughs> alafu tumeboresha sim banking yetu, unaweza ukaangalia miamala ambayo umeifanya hivi karibuni. Moja nikuonyeshe kwa maana ya bank statement, yaani hapa unaonyesha miamala ambayo umefanya hivi karibuni, sijumanelewe. Tarehe 13 Mei tulihamisha hii hapo, tarehe 6 Mei tukahamisha kwenda hii hapo, tarehe 5 Mei sijumanlewe, yani unaona bank statement yako kwa uharaka na bure kabisa, eh Bane? mimi sina mengi ya kukwambia, sio kwa sababu na Semaji unaongea sana, lakini Banking ni sim banking ya CRDB humu tu.